Upatia kibali hichi cha pekee cha pekee. Upendo wako umezidi kuonekana sana juu yetu. Umetupatia uzima na afya, hiyo ni kwa sababu ya upendo wako, na leo hii umetupatia kibali cha pekee sana uweza kuacha shughuli zetu, nyumba zetu, biashara zetu, vitu vingi ambavyo tunaweza kuviacha na kusogea hapa madhabahuni kwenye neema, ili kila mmoja katika uhitaji wake uweze kumjaza kulingana na uhitaji anaweza kuhitaji. Tunaamini kwamba tunapofika hapa, wewe ndo tunakuletea haja zetu, maombi yetu, mahitaji yetu, na unatujibu wewe, na ndio unaweza kupokea mizigo yetu iliyo mizito. Ingekuwa kama ni binadamu hakuna ambaye anaweza kustahimili isipokuwa ni wewe tu, ndio unaweza kustahimili kila mmoja kwa uzito wake. Kama ni binadamu maanake, ukimwendea mara nyingi, anaweza kukusema kwa wanadamu wengine, anaweza kukusema kwa watu wengine, huyu naye, kila leo, kila leo. Sasa kwa sababu wewe sio binadamu, ndio maana wamekuwa mwepesi wa kupokea haja zetu na matatizo yetu. Na sisi ndio maana naomba tuketi. Kwaya, karibuni kwa wimbo. kile ambacho tulishakipokea na tunacho, maana yake sasa, kama tulishakipokea na tunacho, maana yake tunakitumia. Kama singekuwa kuvitumia au kama tusingekuwa navyo, msingeweza kuja hapa na sasa kukitumia. Tunapozungumzia kukitumia, maana yake ni muda uliochukua kwa siku ya leo kusogea hapa kwenye ibada takatifu kwa hiyo kile ulichokuwa nacho maana yake unakitumia na umekipata kwa muda mrefu, lakini unakitunza. Tunapozungumzia kukitunza, maana yake ulipobatizwa, ukakiri mbele za kusanyiko kwamba nitakuwa nakuja kila leo kwenye ibada takatifu. Na sasa usipokuwa unafanya hayo, maana yake kile ulichopewa unacho, ila haukitumii Kinachotakiwa sasa ukiwa nacho, ukitumie. Kwa nafasi mlioipata ninyi kufika hapa, maana yake mnacho kile mlichokuwa nacho, sasa mnakitumia. Lakini sasa lazima ukitunze, ili uweze kukitumia, maana unaweza ukawa nacho, usipokitunza, basi kitapotea, na kikishapotea maana yake hauwezi kukitumia, na maana yake ni kwamba kile ambacho uliainishwa uliaminishwa katika ibada hii takatifu kama haujakitunza maana yake haunacho, na sasa kama haujakitumia pia maana yake haunacho, kinapotea. Kwa hiyo cha msingi ambacho kinachotakiwa sasa hapa ni kwamba kile tulichokuwa nacho tuendelee kukitumia na tuendelee kukitunza kwa akiba ya maisha yetu ambayo tunajua ni ya baadaye, siyo ya hapa duniani. hapa duniani hapa duniani Tuna maisha mafupi sana na ukisoma katika kitabu cha Ayubu kumi na nne anazungumza wazi kwamba mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi sio nyingi hapa duniani. Tena katika hizo siku zilizo sio nyingi nazo zimejaa shida na tabu. Maana, maanake unapozungumzia tabu maanake, maanake ndiyo majaribu na makwazo magonjwa, shida na matatizo mengine ambayo yanakuja, lakini na makwazo mengine yanawezekana yakawa kikwazo hata kwa wale walio karibu na wewe, wakakusababisha hata ibada usihudhurie na vitu vingine usiendelee. Hayo ndiyo ambayo magumu, hayo ndio ambayo, ambayo yanakufanya wewe sio tena mazuri. Wakati mwingine magonjwa nayo yanaweza kututenga hata na imani, magonjwa tu. Tunamwona hata Ayubu alipokuwa anateseka kwenye mateso yake, ameteseka kwa muda mrefu sana lakini katika mateso hayo alikuwa nayo hata wengine wakamshauri, bwana, wewe achana na Mungu ili sasa uweze kuishia kurudia maisha yako yale ulikuwa nayo. Ulikuwa na mali zimeisha, ulikuwa na ichi umeuza, ulikuwa na watoto wame- wote wamekufa, na mali zote zimepotea, na sasa unauma wagonjwa na hayaponi, mkufuru huyo Mungu. Nyakati zingine hata sisi wenyewe tunaweza tukaangalia, mbona tunaumwa Mungu haalisikii haja yangu, hasikii, hawezi kusikia. Kwa hiyo kimsingi kinachotakiwa kwamba lazima uyashinde hayo majaribu na hizo shida na hizo tabu zote ili uweze kurisi uzima wa milele. Ayubu aliyavumilia na hatimaye sasa, mwisho wa yote, baada ya kuvumilia akashinda, Mungu alimrejeshea kila aina ya mali aliyokuwa nayo, na ilizidi zaidi hata zile alizokuwa nazo, lakini alisimama na msimamo na wewe ubaki katika msimamo huu wa imani yako, na sio kuumbishwa kwa namna nyingine, na namna nyingine vile ulivyoelekezwa ukaamini. Endelea kujifunza, endelea kukitumia, na endelea kuhudhuria ibada y takatifu, maana unapoendelea kuhudhuria ibada takatifu ndipo unapopata afya ya kiroho. Sasa unaimarika, una kiimani. Sasa utakuwa ni mtu ambaye mmojawapo wa kuweza kulisi ufalme wa Mungu. Wapendwa ndugu zangu, kaka na dada, tunalo neno ambalo kwa siku ya leo linatoka katika kitabu cha Zaburi sura ile ya ishirini na tatu lakini ule mstari wa tano. Hey, neno linazungumza wazi kabisa, anasema waandaa meza mbele yao. Nini maana yake? Kinachozungumziwa hapa, tunazungumzia Yesu Kristo ambaye ameandaa maisha yetu, na sisi wakati mwingine tunaona amepata mateso yake, lakini wakati huo mwingine tunaona mpaka atafika hatua atauawa, lakini wakati huo tunaona ameandaa meza machoni petu, ambacho kila mtu anaweza kukishuhudia mateso yake, kilio chake, alichokuwa akifanyiwa na watu, ambacho wanamuharibia kila kitu, wanamdhihaki, wanampiga, lakini sisi machoni petu tunaweza kukaa tunaona, lakini bado wanaendelea kuzungumzia. Hapa anasema hivi, machoni pangu pa umenipaka mafuta kichwani pangu, lakini anasema waandaa meza mbele yangu machoni pa wa watesi wangu tunapozungumzia watesi maana yake nini? Kwamba hata hao ambao walikuwa wanamtesa, yawezekana walikuwa hawajui nini anachokikusudia huyu Yesu, kwa sababu kwa mawazo yao yalikuwa ya kidunia, si ya, ya kidunia. Muono wa mbele wao walikuwa wanajua huyu anakuja kutupokoja tu ufalme wa hapa duniani, sifa zetu, heshima zetu ambazo tunazo hapa duniani, sasa zinapokwa na huyu Kristo sasa lazima tumwekee vikwazo na apigwe asiendelee, ili sisi tuendelee na ufalme wetu hapa dunia. Kwa hiyo hicho ndicho kilichopelekea tukaendelea kuona namna na gani ameandaa Yesu Kristo, tena meza machoni pa watesi wake, lakini tena machoni pa watesi wake, manake hata wale ambao tunaweza kuwaona wabaya bado Mungu akaandaa, Yesu akaandaa, na hakuwalaumu kwa jambo lolote, tena hatua ya mwisho hata wakati mwingine alilia, anasema Baba, wasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Maana kama wangekuwa nalijua walitendalo hata wasingefikia hatua ya kumtesa. Unachukuaje mateso ya Yesu Kristo? Na wewe unayachukuaje? upande wako wewe unayaangaliaje? lazima uweze kuangalia kwamba Kristo kama amepata mateso na sisi tupitie kwenye hayo mateso. Mateso namna gani? Lazima tuweze kupita kwenye mateso, ziki, shida, matatizo na vitu vingine vyote tuweze kuvumilia. Wakati mwingine hata wale maadui mnaweza kuwaona pengine wanaweza kaa adui kwako kwa, kwa sababu hajui faida ya, adui, ya ya faida ambayo inaonekana mbele yako, lakini baadaye unaweza naeza kushangaa adui akawa rafiki na ukafanikiwa hata kupata mafanikio kwa kupitia yule kwa wapendwa ndugu zangu kaka na dada, niwaombe sana tuweze kujiandaa hasa kipindi hichi ambacho ni cha Kwaresma. Kipindi hichi cha Kwaresma ni kipindi ambacho kila mmoja anakuwa na haja yake katika maombi yake, anakuwa na haja ya kuomba kile anachokihitaji, na kipindi hichi ni rahisi sana kusikilizwa shida yako, maombi yako, haja ile ambayo uliyokuwa nayo. Mungu ni rahisi kukujibu wewe na kuweza kukusaidia kwa hiyo, na kipindi hichi ndio kipindi ambacho walio wengi wanafanikiwa samehewa, na kipindi hichi walio wengi wanaiga mateso ya Kristo, kama jinsi ilivyokuwa. Walifunga Yesu, walifunga siku arobaini, na wako ambao wanafunga siku arobaini, na wako ambao wanafunga wanakusudia kile wanachokikusudia, na wanafunga. Kwa hiyo kipindi hichi ni kipindi sio cha starehe, ni kipindi cha mateso, ujiteswe kwa ajili ya kazi ya Mungu ili Mungu aweze kukusamehe uzito wa yale uliyokuwa nayo wayale, wayale mabaya ambayo yamefanyika juu yako. Mungu ndiye anaweza kusamehe kulingana na vile wewe unavyoweza kujitahabisha, kulingana na vile wewe unavyoona katika hali ya mateso yako. Hichi sio kipindi cha kufanya starehe, sio kipindi cha raha, ni kipindi cha mateso yake ni kipindi cha cha, cha maombi au cha kufunga, ambao wale wengine wote kila mmoja kwa namna yake wanampelekea Mungu haja zao. Hata yeye Kristo huyu ambaye alifunga katika siku arobaini nini alikuwa anataka makusudi makubwa ni kwa ajili yetu kutukomboa, na alikuwa anatuombea kwa Baba Mungu wetu wa mbinguni kwamba Mungu huweze kuwasamehe hao watu kwa kupitia mateso na dhambi zao, makosa yao. Mimi najitoa msalabani ili niweze kubeba dhambi zao. Kwa hiyo ndicho kilichotokea kwa Kristo Yesu. Wapendwa ndugu zangu, hata wanakwaa wenyewe wameimba wimbo wa kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kristo ndiye mchungaji wetu na hatuna haja ya kupungukiwa chochote, kwa sababu katika maisha yetu lazima tumwangalie yeye. Ukisoma mstari huu wa mstari wa kwanza anasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sisi sote tuliamua kuona mchungaji wetu ni Kristo, na ndiyo maana tumeamini na kubatizwa, na sasa Kristo ndiyo dira yetu na ndiye njia ya kweli na uzima. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 14 utaikuta hiyo habari kwamba Yesu yeye Kristo ndiye njia ya kweli na uzima. Sote sasa tumkimbilie yeye. Mungu abariki neno lake sasa na hata milele.